Nani ni mshindi wa vita kuu ya pili ya dunia kati ya Warusi pamoja na Wamarekani, lakini pia vita kuu ya pili ya dunia iliisha lini? Iliisha mwezi wa tano mwaka 1945 au iliisha mwezi wa tisa mwaka 1945? Haya ni maswali ambayo huwa yanachanganya watu wengi sana, na mimi leo niko hapa kwa ajili ya kukujuza. Jina langu ni Rachel Robin, na hii ni Rachel Robin Online TV, na kama unataka kuwa wa kwanza kupata habari zangu subscribe hapo chini katika Rachel Robin Online TV. Kwanza kupata habari zangu. Marekani ni nchi ambayo serikali yake ilianza kazi mwaka elfu moja mia saba sabini na sita ndio ilipata uhuru ikatengenezwa kuwa nchi. Kipindi hicho, Urusi tayari walikuwa na himaya kubwa Ulaya, ambayo ilikuwa ni himaya inaongozwa na familia ya kina Romanov. Hawa watu hawakuwa na uadui, walikuwa wanashirikiana vizuri. Uadui kati ya Marekani na Warusi ulikuja kuanza mwaka elfu moja mia tisa kumi na saba kipindi ambacho Warusi wameidondosha himaya yao ya kina Romanov na Urusi imeshikwa na serikali ya kikomunisti, na kwa kuwa Wamarekani ni mabepari, kwa maana hiyo hawa watu wakawa sasa maadui. Hatimaye Warusi waliunda umoja wa, wa, wa Soviet, na ukazidi kuwa maadui kutokana na kwamba Umoja wa Soviet ulikuwa ni umoja unaoundwa na nchi kumi na tano ambao ni umoja ulikuwa unaeneza ukomunisti na Wamarekani wao wanataka kueneza ubepari. Kwa hiyo hawa watu wakawa ni maadui. Hatimaye kulikuwa kuna watu wengine ambao sasa ndo maadui wao wakuu Marekani akiwa anachukiana na Mjapani na Warusi wakiwa wanachukiana na Adolf Hitler. lakini pia Adolf Hitler huyo huyo alikuwa na visasi na Wamarekani, lakini pia Warusi nao walikuwa wa na kisasi na Wajapani kutokana na kwamba waliwahi kuingia vitani miaka ya elfu moja mia tisa mwanzoni na Wajapani waliwapiga Warusi kwao. Warusi wakawa na visasi fulani na Wajapani. Hii ikawafanya waone kwamba tuna haja ya kuungana Warusi na Wamarekani na kuweka tofauti zetu pembeni za ukomunisti na ubepari ili tuweze kupambana na Mjapani pamoja na Mjerumani. Hatimaye kufika miaka ya arobaini, Adolf Hitler alianzisha operation iliyoitwa operation Barbarossa na kuamua kumvamia Mrusi, vita kuu ya pili ya dunia ikiwa imeanza. Lakini ilianzia Poland. Adolf Hitler alianza kuivamia Poland na baada ya hapo ilipofika tarehe saba mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu moja mia tisa arobaini na moja Japani aliwastukiza Wamarekani katika kambi yao ya jeshi ya Pearl Harbor na kuwavamia kwao Marekani nao. Ilipofika tarehe nane mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu moja mia tisa arobaini na moja wakaanzisha vita rasmi na mjapani kwao. Ilibidi waanze kushirikiana kijeshi, lakini kasi kubwa ya kupigana katika vita kuu ya pili ya dunia ilikuwa Ulaya kwa sababu kule ndiko vita ilikokuwa inapiganiwa haswa. Marekani ilibidi sasa, kwakuwa kaungana na Warusi pamoja na washirika wao wengine kama Wafaransa wa pamoja na Waingereza, wakaanza kusaidiana. Marekani hakuwa na kazi kubwa, kwa sababu yuko nje ya bara la Ulaya, kwa kakawa akiwapelekea silaha za mikopo, akiwakopesha silaha na mambo mbalimbali, kwahiyo akawapa wepesi, kwa sababu wale kule walikuwa wanatumia silaha zao nyingi, na Marekani akawapa wepesi, akawa anawakopesha. Kwa hiyo vita ikawa nyepesi kwa mataifa ya bara la Ulaya. Kwa hiyo Marekani uh, naye rasmi ilibidi aingie katika vita kuu ya pili ya dunia baada ya kuchokozwa na Mjapani mwaka arobaini na moja. Hizi vita zikaendelea hatimaye kufika mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano mwezi wa tano, Adolf Hitler alipigwa na akaamua kujiua, na alipojiua, kwa hiyo ikawa ndio ushindi wa Marekani, Warusi na washirika wao wa vita kuu ya pili ya dunia, upande wa Ulaya ilikuwa ni mwezi wa tano na huo wanasherehekea, lakini haikuishia pale, kwa sababu vita kuu ya pili ya dunia ilikuwa inaendelea. Kutokana na kwamba rafiki mtiifu wa mjerumani ambaye ni mjapani alikuwa huku bado anatunishiana misuli na kimoje, tisa, Marekani kuanzia mwaka elfu moja mia tisa arobaini na moja Marekani waliamua kukaa kikao na washirika wao wakiwemo warusi wakakubaliana kwamba na Mrusi naye aingie kumpiga Mjapani, kwa sababu Mrusi kama nilivyosema alikuwa naye na visasi vyake na Mjapani. Kwa nini Mjapani alikuwa anamchukia Marekani? Kama nilivyosema Mrusi alikuwa anachukiana na Mjapani kwa sababu alishaingia vitani miaka 1900 mwanzoni. Marekani, Mjapani alikuwa anamchukia Marekani kwa sababu Marekani alikuwa kipindi hicho ni rafiki wa Mchina. China kulikuwa kunaongozwa na serikali ya Nationalist, si hii serikali ya kikomunisti ambayo iliingizwa na Mrusi baadaye. Kwa hiyo Marekani alikuwa anaipenda China na kuisaidia China. Hii kitu ilikuwa inamfanya Mjapani aone hii ni tishio kwake, kwa sababu kwa kipindi hicho Japani ndio alikuwa superpower bara ya Asia, tofauti na wengi wanavyofikiri kwamba Mchina ndio alikuwa superpower kwa muda mrefu. Hapana, Mjapani ndio alikuwa superpower bara ya Asia kuanzia miaka mingi sana huko nyuma. Kwa hiyo Mjapani alikuwa anakasirika sana kuona mahusiano kati ya Marekani na Mchina, ambako Marekani alikuwa akiwakopesha Wachina pesa na kusaidiana nao mba kwenye mambo mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana Mjapani akaamua kumvamia kwa kumstukiza Marekani katika kambi yao ya jeshi ya Pearl Harbour mwaka elfu moja mia tisa arobaini na moja kwa hiyo wakakubaliana na Marekani na Mrusi kwamba Mrusi na wewe ingia na moja ya vitu vilivyokuwa vinavitaka Mrusi ni kuitoa Korea mikononi mwa Mjapani kwa sababu katika vita ya kwanza ya Mrusi na Mjapani ya miaka elfu moja mia tisa mwanzoni Mjapani alifanikiwa kuichukua Korea na akaifanya ikawa koloni lake enzi hizo Korea ikiwa Korea nzima Kwao Mrusi alikuwa anaitaka ile Korea itoke mikononi mwa Mjapani kwa sababu sasa yeye Mrusi alikuwa na shida na ile Korea, hasa upande wa kaskazini. Hatimaye Mrusi akaingiza majeshi na yeye Japan. Kabla ajaingiza majeshi, Marekani alirusha nyuklia ya kwanza tarehe sita mwezi wa nane pale Japan ili kuweza kuwapunguza makali, lakini haikumstua Mjapani. Mjapani pamoja na kurushiwa nyuklia aliendelea kupigana na Marekani kama nilivyosema, kaanza kupigana na Marekani kuanzia mwaka arobaini na moja. Kwa hiyo hakupunguzwa makali. Marekani alipoona mjapani bado anaendelea kupigana, pamoja na kwamba amemrushia nyuklia tarehe sita mwezi wa nane, Marekani naye akaendelea. Mrusi akatangaza anaingiza majeshi ndani ya Japani tarehe tisa mwezi wa nane mwaka 1945, siku tatu nyuma ya Marekani kurusha bomu la kwanza la nuclear pale Japan. Ile siku Mrusi anaingiza majeshi ya tarehe tisa, Marekani akarusha nuclear ya pili pale Japan. Kitu kilichomstua sana Mrusi kwamba kwa nini Marekani karusha nuclear siku ambayo tunaingiza majeshi. Wengi walitafsiri kwamba kwa, kwa sababu hii ni siasa. Hawa watu japo walikuwa wameshaanza kushirikiana lakini mwisho wa siku hawa watu ni maadui. Kwa wengi walitafsiri kwamba kama vile Marekani inataka kumrudisha nyuma kidogo Mrusi, wengine walitafsiri hivyo lakini Warusi pamoja kwa na kwamba Marekani alirusha nyuklia hiyo siku wanaoingiza majeshi, hawakuacha kuingiza majeshi, wakaendelea kuingiza majeshi. Kwa hiyo hatimaye Mrusi naye akawa akamvamia Mjapani tarehe tisa mwezi wa nane mwaka arobaini na tano, huku Marekani akiwa alikuwa tayari anapigana na Mjapani kuanzia mwaka arobaini na moja. Kwa hiyo baada ya miaka minne Mrusi ndo akaja kuingiza majeshi na yeye ndani ya Japani. Mrusi alipoingiza majeshi ndani ya Japani ilikuwa rahisi sana kwake, kwa sababu wamekaribiana na Japani kijografia. Kwa hiyo Mrusi aliweza kumpiga mjapani kirahisi zaidi, akaanza kuchukua maeneo ya Japani, visiwa na maeneo mbalimbali. Pale ndipo mjapani alipoona sasa Tokyo itachukuliwa, ndipo mjapani alipoanza kufikiria kuomba suluhu na kuandikia warusi barua, inasemekana kwamba tuko tayari kusarenda, kwa sababu mrusi akawa tayari anaikomboa na Korea na Mrusi akamruhusu Marekani kwamba kwa kuwa anaikomboa Korea na ku, inasemekana Marekani alimuomba Mrusi kwamba kwa kwa tunaomba na sisi tuingie Korea upande wa kusini. Warusi wakamwambia ingie, na inasemekana Wamarekani walishangaa sana jinsi Warusi walivyowaruhusu kirahisi na wao waingie Korea upande wa kaskazini, kwa sababu hawakutegemea, walihisi Mrusi anaitaka Korea nzima. Mrusi alikuwa anaitaka Korea upande wa kusini kwa sababu ndiyo Korea ambayo ilikuwa ina viwanda. Kwa hiyo huko ndiko alipokuataka. Na alikuwa tayari wameshamuandaa mtu ambaye ataiongoza Korea ya Kaskazini, ambaye ni babu yake Kim Jong Un. Kwa hiyo wakafanya hivyo. Japani akaamua kuandika barua kwamba yuko tayari kusalenda baada ya kuona Mrusi anachukua ya maeneo yao mengi na hofia mji wao mkuu wa Tokyo unaweza kuwa chini ya Mrusi. Hatimaye kwa hiyo Warusi wakakubali na hatimaye Mjapani alisalimu amri rasmi tarehe mbili mwezi wa tisa mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano huku Mrusi akiwa na maeneo yake tayari kashayachukua. Kwa hiyo vita kuu ya pili ya dunia haikuisha mwezi wa tano kama ambavyo wengi katika historia wanaandikiwa. Vita kuu ya pili ya dunia iliisha mwezi wa tisa tarehe mbili mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano baada ya Mjapani kusalimu amri kwa Warusi baada ya kuona warusi wanachukua maeneo yao mengi, na mpaka leo mrusi anavyo visiwa vya Japani, anavimiliki, kitu ambacho wajapani wameshindwa kuvikomboa mpaka leo, kwa na vimiliki kinyume cha sheria, na mjapani ameshindwa kuvikomboa maeneo ya mjapani, ambao leo anayamiliki mrusi mpaka sasa hivi. Huu anaitwa Northern Territories, ungu ndani kuna visiwa, kisiwa kama habomai na kisiwa cha Shikotan kuna kisiwa kinaitwa Kunashiri na kisiwa cha Itorof. Kwa hiyo hivi ndio visiwa ambapo mrusi anapo mpaka leo na mjapani kashindwa kuvikomboa mpaka leo.